Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi, ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, leo ikiwa ni siku ya kumi ya safari yetu hii ya siku arobaini ya, ya mafungo ya Kwaresma, na kila siku ninakuletea tafakari hizi. Kwa hiyo ninaendelea kukutia moyo, tuendelee kufuatana kwa pamoja tu, tuwe na tafakari nzuri ya Kwaresma. Ndugu zangu, ninakumbuka siku moja nikiwa dukani, ni miaka kadhaa kidogo ya nyuma imepita. Ilikuwa dukani jioni, na nilimwona mama mmoja ambaye alikuwa na mtoto wake mdogo, na huyu mama alikuwa amenunua vitu vingi. Sasa alafu huyu mtoto alikuwa analia, anamsumbua, anamvuta, anahangaika na, na, na, na huyu mama alikuwa amebeba sasa vitu vingi, amenunua vitu vingi, ana anaonekana pia ni kama amechoka sana, labda ametoka safari. Na kitu ambacho nilitazama pale ambacho kilinifundisha kitu ni kwamba huyu mama hakumkaribia mtoto wake, labda kwa hasira, labda amnyamazishe kwa, kwa hasira. Lakini huyu mama alimbembeleza huyu mtoto wake kwa utulivu kabisa, kwa sauti ya utulivu ya upole eh, na baada ya muda yule mtoto alitulia alitulia kabisa akanyamaza. Nilikuwa naangalia, nikajiuliza maswali mimi binafsi, hivi ningekuwa ni mimi katika nafasi ya yule mama, hivi ningefanya nini? Hivi ningekuwa kweli na uvumilivu ule ambao yule mama alikuwa nao? <laughs> alikuwa na uvumilivu mkubwa sana. Ndugu zangu, tendo hili lilinikumbusha li, li, li, li, kuwa uvumilivu sio sio, sio tu kustahimili eh, hali ngumu. Uvumilivu sio tu kustahimili magumu, lakini uvumilivu uko connected na upendo. Uvumilivu ni tendo la upendo, eh, ni tendo la neema. Mtakatifu Francisco wa Sales ana namna anaiweka vizuri, anasema kwamba uvumilivu unahitaji kuwa na upendo mkubwa. Eh, na anasema wale wanaojifunza kuwa wavumilivu eh, wanaelewa kuwa Mungu anatenda kila jambo kwa wakati wake. Ndugu zangu katika maisha yetu mara nyingi sana, tunaishi dunia ambayo ina haraka, tunataka mambo yaende kwa haraka sana. Eh, tunataka mambo yaende kwa haraka, tunataka kama tunasali basi Mungu atujibu kwa haraka eh, kama ni maendeleo tunataka maendeleo ya haraka kwenye maisha yetu eh, tunataka tuone mabadiliko ya haraka haraka tu eh, labda hata kama ni watu tunajaribu kuwa, kuwa kuwarekebisha tunataka wa, warekebike kwa haraka wawe na tabia nzuri kwa haraka tunatamani ile haraka lakini neno la Mungu linatufundisha ndugu zangu, kuwa kwamba Mungu anafanya mambo yake kwa wakati wake. Mungu anafanya mambo kwa wakati wake. Kwa mfano wana wa Israeli eh, walilazimika kuvumilia safari ya miaka arobaini jangwani ili kufika nchi ya ahadi. Abraham kwa mfano na Sara eh, walilazimika kusubiri mtoto wa ahadi kwa miaka mingi sana, huyu Isaka. Ndugu zangu na sisi pia eh, tunapaswa kuwa na huo uvumilivu, tunaitwa kuwa wavumilivu eh, tumsubiri Mungu ili atende kwenye maisha yetu kwa wakati wake. Unajua Zaburi ya arobaini na sita mstari ule wa kumi inatukumbusha jambo muhimu, anasema tulieni mjue ya kwamba mimi ni Mungu. Anasema tulieni. Ndugu zangu, kipindi hiki cha Kwaresma sasa ni kipindi ambacho tunaitwa kutulia tunaitwa kuwa wavumilivu, wavumilivu kwetu binafsi, lakini wavumilivu pia kwa wengine. Unajua, ni rahisi sana kukasirika sana tunapokutana na watu ambao labda hawatuelewi tulitegemea watuelewa, lakini hawatuelewi. Ni rahisi kukasirika tunapokutana na watu wakorofi au wababe eh, wanaotukasirisha eh? Ni rahisi sana kukasirika. Labda mume wako akuelewi au mke wako akuelewi. He, watoto hawakusikilizi, ni rahisi sana kukasirika. Lakini Yesu anatufundisha kusamehe, anatufundisha kuvumilia. Unakumbuka katika kitabu cha Mathayo ile sura ya kumi na nane mstari wa ishirini na mbili Yesu anasema hadi saba mara sabini kuvumilia, hmm? Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, kipindi cha Kwaresma tunaitwa kujifunza tunu hii muhimu sana, tunu ya uvumilivu. Unajua, kuna mambo ambayo tutakutana nayo kwenye maisha ambayo dawa yake kwa kweli sio kitu kingine, dawa yake ni uvumilivu tu. Kuna changamoto utakutana nazo, labda kwenye ndoa. Dawa yake sio kwenda kwa washenga, dawa yake sio kwenda kwa mapadri, kwa wachungaji, dawa yake sio kwenda kwa baba mkwe, kwa mama mkwe, kwa mamamkwe, dawa yake ni uvumilivu tu basi, wala sio kumsema mke wako au mume wako. Dawa yake ni uvumilivu tu. Kuna watu wengi sana wamefika mbali sana kimaisha, leo labda kiuchumi, kimaisha kiroho, eh ila ukichunguza na kuongea nao utagundua kuwa the common denominator waliokuwa nayo ilikuwa ni uvumilivu. Kama ni vikwazo, walikutana navyo vingi sana tena, vingi vya ajabu, lakini walivumilia. Walivumilia kama ni ndoa, walivumilia. Kama ni, ni ni changamoto kwenye biashara, walivumilia. Na ndio maana wameweza kufika juu kabisa. Kwa hiyo kuna uvumilivu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapojifunza uvumilivu sasa, tunajifunza moyo wa Kristo. Uvumilivu ni moyo wa Kristo. Moyo wa Kristo, ndugu zangu, ni moyo wa upendo, ni moyo wenye subira, ni moyo wenye uvumilivu. Hebu fikiria tu Yesu alivumilia mangapi kwa ajili yetu. Na fikiria mpaka leo hii Yesu ananivumilia anani mangapi? Yesu anatuvumilia mangapi mangapi? Kumbuka Paulo anatuambia katika waraka wake kwa Wakorinto sura ya kumi na tatu mstari wa saba anasema kwamba upendo hustahimili yote, upendo huamini yote, upendo hutumaini yote, lakini pia upendo huvumilia yote. Kwa hiyo katika safari hii ya Kwaresma ndugu zangu, tuchague kuacha kabisa kukosa subira na badala yake tukumbatie fadhila hii ya uvumilivu, fadhila yenye nguvu kabisa ya uvumilivu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza tufuatane nani, tufuatane tena katika siku ya kesho tutakapoendelea na mafungo yetu.